Mawili yenye maumivu makubwa sana. Tumesikia wengi wakizungumza maneno hapa ya kumwenzi baba yetu mzee Mtei. Sifa moja ya mzee Mtei ambayo mimi ninamfahamu vizuri na nimefanya naye kazi kwa karibu sana ni mtu mkweli asiyeyumba katika misimamo yake, lakini anayetekeleza ahadi zake, na kuhitaji Mheshimiwa Waziri Mkuu utambue wewe na viongozi wenzako wa serikali kwamba taifa letu bado lina maumivu makubwa sana. La nitakuwa mnafiki au Mswahili nisipolisema hili. Maendeleo ambayo umetueleza kwamba serikali itasimamia ni jambo jema, tunashukuru. Lakini hakuna jambo la maana na la muhimu kuliko uhuru wa watu katika nchi yao. Hawa viongozi wangu wa chama chetu wana maumivu magerezani, wamejaa viongozi ambao wanasana na watanzania wenzao kuyaona matunda ya nchi yao. Njia bora kuliko zote za kuleta maendeleo katika nchi yetu, rejesheni kwanza uhuru wa watu, furaha ya watu haki za watu na muukiri ukweli pale ambako serikali imekosea, isione aibu kusema tulikosea hapa, turekebishe. Nina hakika hata viongozi wa chama changu watakuwa tayari kuwasikiliza, ili tuitafute kesho iliyo bora katika nchi yetu. Tunataka taifa hili liwe na furaha. Na viongozi wa Chadema, viongozi wa vyama vingine vya siasa, sisi ni viongozi wa staafu, tulianza chama hiki na mzee Mtei. Hii misingi tumeijenga kwa gharama kubwa na maumivu makubwa, na chama hiki kinaitwa chama cha demokrasia na maendeleo tukitambua kwamba pale pawepo pawapo, na demokrasia ya kweli maendeleo ni inevitable yatapatikana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maadamu wewe umesema ndio wewe ambaye umekabidhiwa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba taifa linatengemaa, kasimameni na hili. Hiki chama ni chama kikuu, kina mamilioni ya wanachama, tengenezeni utaratibu wa makusudi wa kuyarekebisha. Na ninyi viongozi wa vyama vingine vyote vya upinzani Tafuteni namna ya kufanya kazi pamoja, ili katika utaratibu huo wa kuliunganisha taifa, taifa hili lisiendelee kwenda kuwa na vipande vipande vya vyama vya siasa. Tunataka taifa moja lenye misingi ya maendeleo, lenye upendo, lenye utengamano, ili hata wale ambao watakuwa katika uongozi katika maeneo mbalimbali wafanye kazi yao kwa furaha na kwa amani. Mimi nina imani kukutanishwa leo mbele ya msiba na jeneza la mzee wetu Edwin Mtei ni mpango wa Mungu, na haya maneno tunayasema, msitoke serikali mkafikiri Chadema ni wakorofi. Chadema sio wakorofi, Chadema wameonewa, na wanapoonewa ni lazima wasimame, kwa sababu ndio tulichowafundisha katika chama hiki. Nimesema niyazungumze hayo. Mimi tangu nimestaafu, sijasema mambo ya siasa au uongo jamani. Na leo nina mwaka mmoja na siku moja tangu nimestaafu rasmi siasa na kurudi kwenye biashara, na wengi walioji, Mbowe amesimama upande gani? Oh, Mbowe kaenda chama. Ah, ishu hapa sio vyama vya siasa, ishu ni nchi yetu. Hawa viongozi sio wakorofi, ila wanalazimishwa kuwa wakorofi. Waziri Mkuu, tafadhali upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais na Watanzania wanatusikiliza, mimi na hakika Chadema watakapokuwa wamejiridhisha kwamba kuna nia ya kweli upande wa pili, hawa watu wanataka tuijenge nchi. Kelele zote hizi sio kwa sababu ya ubinafsi wa madaraka, kelele zote hizi ni kwa sababu wanataka tuijenge nchi pamoja nchi ambayo inatambua makundi yote na kuyapa makundi yote nafasi kama ambavyo inastahili kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Ndugu zangu, namalizia kwa kusema wanachadema viongozi ni waite wadogo zangu wengi nchi nzima, tuitafute suluhu katika matatizo ya nchi yetu lakini hiyo ni ya njema ambayo mimi naomba niwaombe viongozi wa Chadema waisimamie. Itakuwa kweli tu pale ambapo upande wa serikali mtaonyesha dhamira ya kweli, turejeshe taifa letu kwenye mistari na reli ambako lilishafika, tukajenga nchi ya vyama vingi, bunge la vyama vingi, na nimekuwa kiongozi wa upinzani bungeni kwa miaka kumi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru umekuja na ninawashukuru wana chadema wote mliofika na viongozi wengine wote katika kumwenzi mzee Mtei. Ebu process safari ya kutafuta tiba ya taifa ikaanze na ikafanyike, hawa chadema wakafanya kazi zao kama ambavyo katiba inawaruhusu, wale ambao wanastahili haki zao wakapewa haki zao kama ambazo inastahili, walioko magerezani kwa kesi za kubumabuma, basi vile vile wakaachiwe. Hayo mkiyafanya, hayo mkiyafanya, na hakika taifa hili litaanza process ya healing. Ndugu waombolezaji, mnisamehe sana, sikutumwa na mtu yoyote niazungumze, nilitumwa nitoe shukrani za familia, lakini kama mwenyekiti mstaafu nikaona nisipokuwa mkweli na ni, ukweli ukaniweka huru nitakuwa Mswahili <laughs> na sisi jenerali ameshaniambia, alishatuambia tusiwe waswahili kwa sababu Mzee Mtei alikuwa hataki watu wa nini watu waswahili. Kwa hiyo waombolezaji wenzangu, tunapokwenda katika hatua ya mwisho ya kumlaza baba yetu, naomba mambo ya hotuba yamekwisha, turudi tena kwenye ibada kwa pamoja wote, kwa utaratibu nitakaoelezea tukamlaze baba yetu salama. Mambo ya hotuba, mambo ya vijembe, mambo ya Kiswahili yamekuwa yameishia hapo. Sasa tunarudi kwenda kumlaza baba yetu kwenye nyumba yake ya milele tunaomba sasa, uchaji urejee miongoni mwetu na mshikamano urejee miongoni mwetu. Sasa, baba wa maaskofu, mtanisamehe kidogo, kwa utaratibu ambao nitautangaza, utaratibu tofauti wa kupeleka wa kwenda katika eneo la makaburi ni itifaki ambayo tumeitengeneza kwa sababu ya wingi wa wageni tuliokuwa nao na ndugu waombolezaji wenzangu, pale kwenye eneo la kaburi sio mahali pakubwa sana pa kutuingia sisi wote na ndio sababu tumejaribu kuweka LED screens ma maeneo yote, ili watu wote waweze kufuatilizia kila kinachofanyika kwao. Nitaomba watu mahususi tu ndio watakaokwenda eneo la makaburini na hao watu watakaoingia katika eneo la makaburi la kaburi, ni pamoja na orodha ya wale ambao watakwenda kutoa mashada wakati ukifika. Vile vile utaratibu wa kwenda makaburini, itifaki yake naomba nitangaze. Mtanisamehe sana Baba Askofu, kwa sababu pengine nitakuwa nje kidogo ya itifaki ya kikanisa, lakini tunafanya hivyo ili kuwezesha uh, sherehe ya baba yetu ifanyike kwa ufanisi mzuri. La kwanza, nimesema watakwenda watu mahususi, ambao makundi mahususi ambayo nitayatangaza hapa. Hayo makundi yakishakwenda moja baada ya jingine, ndipo ambapo pale mwishoni nitaomba vijana walioandaliwa kwa ajili ya kupeleka mwili wa mzee wetu pamoja na familia na nikisema familia in this sense wale watoto watano wa mzee Mtei na wenza wao na wajukuu wao, wajukuu wa mzee kama wapo, ndio ambao watakwenda kwenye procession, kwenye yale maandamano ya kumpeleka baba kaburini, wakiongozwa na viongozi wetu wa kiroho ambao ndio watakuwa watu wa mwisho kwenda makaburini. Kundi la kwanza ambalo nitaomba liende makaburini ni viongozi wakuu wa vyama vyote vya siasa vilivyoko mahali hapa, wale wawakilishi ambao ni viongozi wakuu. Kipekee kwa upande wa chama cha Chadema, kwa sababu ndio chama mwenyeji wao, watapata upendeleo mahususi. Kwa hiyo watakuwa na mashada mengi ambayo wametuletea hapa na yako hapa wale wote ambao mlilipa orodha ya yale mashada, wanaoweka mashada kwa niaba ya chama, hao ndio nitakaomba watangulie na viongozi wa ACT, na vile vyama vingine vya siasa. Hao kwanza watangulie makaburini immediately, na wakienda tafadhali na mashada yao, ningeomba wale watu wa itifaki wawasaidie mashada yaende. Mkifika kule mtapewa eneo la kukaa kusubiri mwili wa mzee kufikishwa kaburini ko ninyi, kwa sababu ni chama wenyeji. Chadema, Mheshimiwa Heche, ongoza kundi hilo na mashada yao yachukuliwe, watangulie eneo lililotengwa. tunaomba mtu yeyote.